Sababu habari za kikao bwana. Sio habari, mambo yameendaje, eh? Ma, ma <gibu> eh? Kikao kimekwenda vizuri? <gibu> Alhamdulillah. Kuna mwafaka wote ambao umepatikana? Ah, lakini watu watarajie nini?